Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, nakukaribisha katika chaneli yako pendwa ambayo utaweza kujifunza mambo mengi zaidi. Karibu sana, lakini kabla tujaendelea, niweze kukumbusha, usisahau kusubscribe na ongeza alama ya kengele hapo chini ili wa kwanza ufikie vipindi vitu vinapokuwa tayari, na pia umwaliki kila mule ambaye bado hajaweza kusubscribe, tuweze kuongeza familia ya TV tuweze kukua zaidi. Na alhamdulillah Allah la la kheri la wote wale ambao tayari wamekwisha subscribe. Bonyeza alama kingira hapo chini, tuendelee kuhusiana katika khairi zaidi. Hakisha umefanya hivyo, familia ikue. Karibu, jina langu naitwa mwalimu Ibrahim Arwa, na kukaribisha katika kipindi cha Arabi kwa siku ya leo, siku ya Ijumaa pili, siku tukufu Leo katika siku ya Jumapili tutajifunza lugha ya Kiarabu. Katika lugha ya Kiarabu, siku za nyuma tulikuwa tunatengeneza wakati uliopo kwa kutumia dhamair munfasil ambazo tuliziangalia ni ana, nahnu, anta, anti, antuma antum, antuna, huwa, hiya, huma, hum, huna. Hizo ndo dhamair munfasil ambazo tulikwisha zitumia katika filmu madhi, wakati uliopita, tukatengeneza na wakati wa sasa filmu mudhari. sasa leo hii tutakuwa ni sehemu ya tatu. Sehemu ya kwanza tulitengeneza ana na nahnu, tukaja sehemu ya pili anta na anti, lakini leo hii katika sehemu ya tatu tutamalizia dhamaili ambazo zipo tatu katika mukhatab ambazo nini? Ni antuma, nyinyi wawili wanaume au wanawake mchanganyiko, sawa. Wapi muhimu, wao ngapi? Wawili. Antum, nyinyi wengi wanaume ambao unaongea nao hapo, kuanzia watatu na kuendelea, na antuna, nyinyi wengi wakike, wa kike kuanzia watatu na kuendelea. Lugha ya Kiarabu unapozungumza, imemzingatia sana mwanaume na mwanamke, ndio utaangalia sheria kanuni kidogo, zipo nyingi. Sasa utafanyaje kutengeneza wakati uliopo kwa kutumia hizi dhamiri mufasil? Ya kutumia dhamiri mufasil kuunda wakati uliopo kumwambia watu fulani, nyinyi wawili mnakwenda msikitini, au nyinyi wawili mnatoka shule au mnatoka wapi, supermarket, mfano kama hivyo. Kanuni ni rahisi kweli. Saa utakuwa unaangalia picha yako hapo, unachokifanya unatafuta kitendo cha madhi, tunasema tunatengeneza wakati uliopita. So tunatengeneza wakati, wakati, e, wakati wa sasa kutoka katika wakati uliopita hamza. Nun. Ta na ya tuliangalia, hamza inakaa kwa ana, Nun inakaa kwa nahnu. Sasa ta ndiyo ambayo inakuja hapa katikati katika, katika mukhatab ambao tutatumia leo. Tutachofanya unachukua ta, ile herufi ya mudhari ambayo ta, inakaa mwanzo wa kitendo cha mudhari, inakaa nini mwanzo, inakuwa hivi takhruj. Sawa, takhruj ishakuwa ile takhruj mwisho wa kitendo cha takhruj mudhari unaongeza alif ithnain unaongeza, alif pia unaongeza na nini khuruju, inabama, na nun mwisho, inakuwa hivi. Ile jim ambayo takhruju ina dhamma unaigeuza, inakuwa na fatha kwa sababu ile ni alif almadi, na kanuni ya alif almadi ya kuvuta lazima herufi nyuma yake iwe na fatha. Utafanya hivi, antuma takhrujani, antuma takhrujani Nyinyi mna watu wawili, mtoka wapi? Shule. Unafanya kama hivyo, chukua kitamshi chako kingine, badilisha mfano wa hivyo. Ukija kata antum, nyinyi wengi wanaume, kanuni ni rahisi. Kule kata wawili, tuliongeza alifu na nun mwisho. Katika kiarabu ni katika watu wengi, hapa unaongeza waw jamaa, sawa? Waw ya wa, wengi, unaongeza waw mwisho, unaongeza nini? Nun, si ndio? takachokifanya ile takhruju na igeuza, inakuwa na dhamma kwa sababu mbele yake kuna waw na ile ni waw almadi. Kanuni yake herufi ya nyuma yake inabidi iwe na wina, dhamma inakuwa hivi. Antum takhrujuna minas suq, ni ninyi wengi ya nyinyi wanaume mnatoka wapi? Husni ni shuni safan sokon. Antum takhrujuna minal mustashfa, nyinyi mnatoka wapi hospitali. Tukija kiangalia kwa wanawake wengi utachikifa hivi, kitendo chako nicho takhruj kwa mwanamke, unaongeza nun. Watu wawili kule mwanaume na mwanamke, tuongeza nini? Wao ni alif na, na nun. Wanaume wengi, tuongeza nini? No, wao na nun. Lakini hapa kwa wanawake wengi, unaongeza ni herufi moja tu nun niswa, nun ambayo inaanisha na wanawake. Utakachokifanya sasa, kanuna baraka kidogo, kitendo cha mudhari kimeishiwa na dhamma takhruju ile jim ambayo ina sakna, unaigeuza inakuwa na jim ambayo ina dhamma, unaigeuza inakuwa na sakna. Inakuwa, inakuwa takhruj. Tumesema unaongeza nuni mwisho ni fat. Sasa antunna takhrujna. Umeona, antunna takhrujna mina suqi lmarkazi. Nyinyi wanawake mnatoka supermarket. Antunna tadhhabna ila almustashfa. Umeona kama hivyo. Kwa hiyo tutakuwa na, umeelewa namna ya kutumia antuma antum na antuna. Uenda ukapata tabu, bado hujaelewa. Mimi nipo muda wote, namba yangu ni hiyo hapo unaiona, 0785 766 703. Tutasaidiana namna kutengeneza wakati wa sasa na kuingia Kiarabu fasaha karibu. Kama unahitaji kujunga na Arabic course, njojunge. Gharama ni nafuu sana kwa sasa ni shilingi 6500 tu. Ukichelewa zaidi utakuta ada imebadilika, mambo yatakuwa mengi zaidi. Karibu tuwe pamoja. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Arwa. Sina la ziada, niweze kuwatakia siku njema. Maasalama.